Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali imepongeza Wakala ya Barabara Tanzania TANROADS, kwa utekelezaji mzuri wa ujenzi wa kiwango cha lami wa barabara ya mzunguko wa nje ya jiji la Dodoma ambapo utekelezaji wake umefikia takriban asilimia 84.72 ukilinganisha na asilimia 82.19 ya mpango kazi wa mkandarasi. Pongezi hizo zimetolewa na mwenyekiti wa kamati hiyo Mheshimiwa Nagenjwa Kaboyoka mara baada ya kukagua ujenzi wa barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 112.3 huku akiitaka wizara kusimamia mkandarasi ili kuhakikisha muda uliosalia unakamilisha ujenzi. Kwa kweli kwa barabara hii tumefurahi sana, na kwa vile tumepata, uh, taarifa kwamba hizi wizara mbili zitakaa kuongea kuhusu, uh, zile daraja, ili kazi kamilike. Kwa kweli nafikiri na sisi tutatumia njia zetu nyingine kujua kwamba hii kazi imefikia wapi na hasa upande wa SGR Kazi inafanyika, inajulikana hapa nani atafanya nini, ili kazi kamisari. Inaelekea kwamba kila watu wanafanya cha kwao, au wengine shauri yao. Maana sasa tukiuliza tatizo nini, na sijara na nyie hamjui eh, kwamba imekuwa nini mpaka kazi itakuwa haimaliziki kwa kipindi tegemeo. Kwa maana hiyo ni kwamba kama haya madaraja ya kujengwa hata hiyo gas gas haitaishi, lakini kwa wenzenu upande huu wa wa, wa makontaktra hawa kwa kweli mmefanya kazi nzuri impressive. Kwa hiyo na sie kamati hii tutafuatilia upande wa pili kwamba kulikoni na kwa nini tucheleweshe kazi wakati uh, mwisho wa siku sisi tunapima uh, value for money kutokana na kwamba ile kazi iliyokusudiwa imefanyika. Kwa hiyo ni washukuru sana ni washukuru wote ambao, mmehusika katika kazi hii. Nashukuru ziji meangalia mkaona kazi fedha ya umma imetumika vizuri. Nweshimua mbunge, nashukuru maana mmeshuhudia wenyewe na mmetoa pongezi hizi na minaungana nyiye kwamba kwa, kwa kweli kazi ni nzuri. Naye mbunge wa viti maalum mkoa wa Dar es Salaam mheshimiwa Janeth Masaburi ametoa pongezi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan kwa kuendeleza kikamilifu na uaminifu miradi iliyoachwa na serikali ya awamu ya tano kwani imekuwa mkombozi wa ajira kwa Watanzania. Kazi ni kubwa sana, kazi iliyofanyika ni kubwa sana. Mi nichukue fursa hii kumpongeza mheshimiwa rais Dokta Samia Suluhu Hassan kwa kuendeleza miradi iliyoachwa na awamu ya tano kwa ukamilifu, ukamilifu na uaminifu. Niwapongeze wizara kwa usimamizi nipongeze TANROADS, nipongeze wakandarasi na watendaji wote kwa kazi njema imefanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kikubwa pia, wafanyakazi mia tatu sabini na nane wamenufaika, watanzania ni mia tatu hamsini na tano sawasawa na asilimia tisini na tatu nukta tisa. Tunashukuru sana na hili ndilo tunalolitaka, ili kuwawezesha wananchi wetu waweze kupata ajira miradi inapofanyika inapokuwa, kwa hiyo watu wetu wananufaika. Mimi niwapongeze sana na muendelee, kaka yangu Besta, TANROADS, muendelee kwa spidi katika miradi mingine kama hii. Linajengwa daraja la kupishanisha reli yetu ya SGR, lakini vile vile na barabara yetu ya mzunguko wa nje hapa Dodoma. Sisi na wenzetu wa TRC tunashirikiana kwa karibu sana ili kuhakikisha kwamba tunatekeleza na kukamilisha daraja ambalo kampuni ya Yapi Merkezi inatakiwa ilikamilishe ili kupishanisha reli pamoja na barabara. Sasa e, wizara yetu kwa kupitia makatibu wakuu wetu pamoja na wataalamu kati yetu si standards, kwa upande mmoja lakini na TRC tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana. Ujenzi wa barabara unaenda kwa kasi, lakini kwenye eneo hili hapa nyuma yangu kama unavyoona, au nyuma yetu, kwa ndio ambako wenzetu wa TRC kwa mujibu wa ujenzi walianza wali kuchimba ili kujenga hilo daraja. Kwa hiyo nilikuwa tu natoa taarifa hiyo, na ambayo ni ya, ya, ni naweza kusema ni ya msingi ili kujua hii tumekuja hapa kama eneo mojawapo ambayo naweza nikaliita kwa lugha ya nyepesi kwamba ni ni kama eneo ambayo ni, ni, ni kama snag. Snag. Eh, eh, kwa sababu tunakwenda haraka sana kwenye lami. Yes. Lakini hapa ndio tulipofika ambako wenzetu wa TRC wanatakiwa wajenge kupishanisha kama vile ambavyo eh, Mheshimiwa Mwenyekiti na makamu mwenyekiti na wajumbe wiki mbili zilizopita nilikwenda kwenye eneo ambao wenzetu TRC pale e, eneo la Bahi Kintinku wamelifanyia kazi. Sasa hivi wameka, wanaendelea kufanyia eneo la Mkonze na baadaye tutakuja kukamilisha eneo hili, ili kusudi barabara yote kilomita mia moja kumi na mbili nukta tatu iweze kuwa e, ikamilike. Kwa hiyo tumekuja eneo hili kuona kwamba eneo hili ni sehemu ya moja ya kazi, lakini eneo ambalo lina changamoto kwa sababu linahusisha taasisi mbili, lakini hata hivyo e, upande wa mkandarasi amekuwa wa upande wa TRC ambaye ndo alikuwa na wajibu wa kurekebisha hapa. Kumekuwa kuna changamoto za utekelezaji ambazo tulitaka tu mzifahamu, lakini wizara, waziri wetu na waziri wa uchukuzi wanalifahamu, lakini katika kiwango cha makatibu wakuu watakutana tarehe tisa kujadili kulikamilisha hili kusudi tuweze kukamilisha huu mradi ambao tumesha kufika hatua ya juu sana. Kaimu katibu mkuu wa wizara ya ujenzi Dr. Charles Msonde ameeleza changamoto zinazowakabili ikiwa ni ujenzi wa madaraja mawili ya mapishano ya reli ya SGR pamoja na barabara, huku mradi huo unatarajia kukamilika Agosti 31 mwaka huu. Usisahau kusubscribe, like na share ili uwe wa kwanza kupata habari.